Tone la upendo ndugu apendwa, karibuni siku hii neno la Mungu na tafakari ya jumapili ya nne ya Pasaka, ambayo ni jumapili ya mchungaji mwema na ni jumapili ya kuombea miito mitakatifu ya upadre na utawa. Tangu mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne baba mtakatifu Paulo wa Sita aliweka jumapili ya nne ya Pasaka, ambayo ni jumapili ya mchungaji mwema, iwe ni jumapili ya kuombea miito mitakatifu ya upadre na utawa. Kwanza tuziombee familia ambako kuna chimbuko la miito mingine ya upadre, utawa na ndoa. Pili, tuombe neema ya kuwapata watu wa kujiunga na upadre na utawa. Tatu, tuwaombee wawe wachungaji wema. Hivyo katika Jumapili ya leo tuiombee miito mitakatifu, tuwaombee mapadre na watawa wawe wachungaji wema. Pia tujiombee sisi sote tuwe wachungaji wema kwa mfano wa Kristo. Kwa ubatizo tunaalikwa kuwa wachungaji wema, na ujumbe wa Jumapili ya leo ya kuombea miito na mchungaji mwema unatuambia mahujaji wa matumaini, zawadi ya maisha katika safari yetu ya matumaini ya kwenda mbinguni unaalikwa kutetea maisha ya wanyonge ili wawe na furaha na matumaini. Somo letu la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na tatu aya 14, aya 43 hadi 52. Na Paulo na Barnaba walitoka Perge, wakapita kati ya nchi, wakafika Antiokia, mji wa Pisidia, wakaingia katika sinagogi siku ya Sabato, wakaketi sinagogi ilipofumukana, Wayahudi na waongofu watauwa wengi wakashikamana na Paulo na Barnaba, ambao wakisema nao wakawatia moyo kudumu katika neema ya Mungu. Hata sabato ya pili, watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikia neno la Mungu. Bali Wayahudi walipowaona makutano, wakajaa wivu, wakayakanusha maneno yaliyonenwa na Paulo wakibisha na kutukana Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa, wakasema: ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele, angalieni, twawageukia mataifa. Kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Mataifa waliposikia hayo wakafurahi wakalitukuza neno la Bwana, nao waliokuwa wamekusudiwa uzima wa milele wakaamini. Neno la bwana likaenea katika nchi ile yote, lakini Wayahudi wakawafitinisha wanawake wataua wenye cheo na wakuu wa mji, wakawataharakisha watu wawauzi Paulo na Barnaba, wakawatoa katika mipaka yao nao wakakung'utia mavumbi ya miguu yao wakaenda Ikonio, na wanafunzi walijaa furaha na Roho Mtakatifu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo yetu la pili inatoka kitabu cha Ufunuo sura ya 7 aya 9 aya 14 hadi ya 17. Wakati ule mimi Yohane niliona na tazama, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele za mwanakondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Mmoja wa wale wazee akaniambia, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye akitie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga wala hari iliyo yote kwa maana huyo mwanakondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Nasometu ya njia toka katika injili ya Yohane. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Soma katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, E Bwana. Yohane sura ya 10 aya 27 hadi 30. Yesu alisema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa baba yangu. Mimi na baba tu umoja. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu wapendwa, katika somo la kwanza Paulo na Barnaba walienda kufanya utume Antiokia, mji wa Pisidia. Katika sabato ya kwanza wakafundisha sinagogi, watu walipokea ujumbe kwa furaha. Sabato ya pili watu walikuwa wengi sana, karibia mji mzima. Baadhi yao kondoo wabaya wasiopenda kusikiliza neno la Mungu walifanya njama za kuwafukuza. Paulo na Barnaba wakaenda kufundisha kwa watu wa mataifa ambao walipokea neno la Mungu kwa furaha. Na katika somo la injili Yesu anajitambulisha kuwa yeye ni mchungaji mwema kwa kuelezea sifa za mchungaji mwema na sifa za kondoo wake. Mchungaji mwema lazima wajue kondoo wake na kuwapa uzima. Na kondoo mwema lazima aijue sauti ya mchungaji wake. Ndugu wapendwa, katika somo la pili linazungumzia matokeo ya mchungaji mwema na kondoo mwema. Somo linazungumzia kilichotokea baada ya kuvunja muhuri wa sita. Kundi kubwa la watu wasioweza kuhesabika kutoka katika kila taifa, kabila, lugha walisimama mbele ya mwanakondoo wakiwa na nguo nyeupe na matawi ya mitende mikononi. Matawi ni ishara ya ushindi, nguo nyeupe ni ishara ya usafi wa moyo, wokovu na ushindi. Kondoo hao na mchungaji wao walipitia magumu hapa duniani, lakini mwisho wao ulikuwa ni mzuri. Mchungaji wao ambaye ni Yesu, alipitia magumu, na kondoo wake ni wafuasi wake walipitia magumu, lakini mwisho wao ulikuwa ni mzuri. Ndugu wapenda kutia, masomo yetu ya leo tunapata mafundisho matano yafuatayo: kwanza, sifa za mchungaji mwema; fundisho la pili, sifa za kondoo wema na wabaya; fundisho la tatu, matokeo ya mchungaji mwema na kondoo wema; fundisho la nne, matokeo ya mchungaji mbaya na kondoo mbaya na fundisho la tano matokeo ya kukataa wachungaji wema. Ndugu wapendwa, fundisho la kwanza tunaloanza kutafakari ni sifa za mchungaji mwema. Sifa ya kwanza ya mchungaji mwema ni kuwajua kondoo wake. Katika somo la injili tumesikia Yesu anasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu. Yesu ambaye ndiye mchungaji mkuu na mchungaji mwema anatujua sisi kondoo zake. Anajua mazuri yetu, anajua madhaifu yetu, anajua changamoto zetu, na anatusaidia lakini mchungaji mbaya hawezi kuwajua kondoo zake, hajui magumu yao, hajui changamoto zao. Yesu mchungaji mkuu na mchungaji mwema alijua kuwa Yuda Iskariote na Petro watamkana katika mateso yake na kumsaliti, na aliwatahadharisha. Hiyo ni ishara kwamba Yesu mchungaji mwema anatujua kinaganaga. Ndugu wapendwa, kwa njia ya sakramenti ya ubatizo tumefanyika kuwa watoto wa Mungu, tumekuwa kondoo wa Mungu, hivyo Yesu anatambua kuwa sisi ni wake tena kwa majina. Hivyo tunapaswa kuishi kama watoto wa Mungu, maana sisi ni kondoo wake. Tunapaswa kujitoa kwake, tunapaswa kuwa watu wa sala, tunapaswa kupokea masakramenti, tunapaswa kuliishi neno lake na amri zake. Tunaposhindwa kuishi vyema kwa Kristo wetu, Yesu mchungaji mwema anatushangaa kuona sisi tulio kondoo wake tunashindwa kumpenda, hatuendi kanisani, hatu hatusali, tunakosa upendo, huruma, utii, unyenyekevu, hatupokei masakramenti. Tunapaswa kuishi kama kondoo wa Mungu, tusiishi kama kondoo wa Shetani. Kila kiongozi anapaswa kuwajua walio wake, madhaifu yao, mafanikio yao, shida zao, ili kuwasaidia kiurahisi. Yesu aliwajua wanafunzi wake, alijua watakaomsaliti na kumkana, ndio maana alikuwa nao karibu zaidi. Baba katika familia, mjue mke wako, mafanikio yake, madhaifu yake, vivyo hivyo mama pia. Wazazi, mwajue watoto wenu kwa undani, ili muweze kuwasaidia. Msipowajua vizuri ni ngumu kuwasaidia, na hapo mnapoteza sifa ya kuwa wachungaji mwema. Sifa ya pili ya mchungaji mwema ni kuwapa uzima. Katika somo la injili tumesikia Yesu anasema, nami nawapa uzima wa milele hawataangamia milele, injili ya Yohane sura ya 10, aya 28a. Yesu mchungaji mwema anatupatia uzima kwa njia ya mafundisho yake, sakramenti. Yesu mchungaji mwema alitoa wai wake kwa ajili yetu. Hivyo mchungaji mwema ni lazima awape chakula kizuri kondoo wake. Lazima awe tayari kuteseka hata kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Mchungaji mbaya haipo tayari kuteseka hadi kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Yesu mchungaji mwema alitupatia uzima wa kimwili na kiroho. Alipowasamehe dhambi wakosefu, alitoa uzima wa kiroho. Alipowafariji wenye shida, aliwapa uzima wa kiroho. Alipotakasa magonjwa, aliwapa uzima wa kimwili. Binadamu ni mwili na roho. Hivyo viongozi tuna wajibu wa kuwapa uzima wa kimwili na kiroho. Sifa ya tatu ya mchungaji mwema, lazima awalinde kondoo wake. Katika somo la Injili tumesikia Yesu anasema, "Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu." Injili ya Yohane sura ya 10 aya 28. Yesu anatoa hakikisho kuwa hakuna mtu atakayeweza kuwanyakuwa kondoo wake kwa sababu baba yangu aliyenipa hao ni mkubwa kuliko wote na hakuna awezaye kuwapokonya katika mkono wa baba yangu. Mimi na baba tu umoja. Hivyo ni jambo gumu kuwanyakua kondoo ambao wapo mikononi mwa Yesu na baba. Hata kama watanyakuliwa na kuuawa au kupitia mateso, ushindi upo. Watu wote wanaoteseka na kufa kwa ajili ya haki, ushindi upo. Yesu mwenyewe aliteseka na kufa, kwa kufufuka alidhihirisha ushindi. Mitume wake waliteseka na kuuawa, lakini kwa sasa ni washindi katika ufalme wa mbinguni. Katika ulimwengu huu unaweza kuonekana ni dhaifu na umeshindwa, lakini katika ufalme wa mbinguni wewe ni mshindi. Yesu, mchungaji mwema, anatulinda daima kupitia neno lake, watumishi wake, sakramenti na kadhalika. Yesu alikufa kwa sababu ya kuwalinda kondoo wake. Mchungaji mbaya haipo tayari kuwalinda kondoo. Mchungaji mbaya badala ya kuwalinda kondo wake, bali anawaangamiza. Kiongozi mzuri atawalinda kondo wake katika kila nyanja, kiroho, kisiasa, kiuchumi na kadhalika. Kiongozi anayewaangamiza kondo wake kwa maslahi yake binafsi hafai kuwa kiongozi. Sote tunapaswa kumwiga Kristu, ambaye alikuwa tayari kuteseka kwa ajili ya kuwalinda kondo wake. Yesu, mchungaji mwema, alikuwa na wapinzani wengi, makuhani, Mafarisayo, waandishi na kadhalika lakini hakuwaangamiza. Yesu alikuwa na nguvu kuliko binadamu yoyote, lakini hakuwaangamiza wapinzani wake. Hakumwangamiza hata mmoja, hata mpinzani wake wa karibu Yuda. Yesu hakumwangamiza, ila alijiangamiza yeye mwenyewe. Hivyo kumwangamiza mtu mwenye haki, mwisho wa siku utaangamia mwenyewe. Kama Yesu ambaye ni Mungu, ambaye alikuwa na nguvu ya kuwaangamiza wapinzani wake lakini ya kufanya hivyo. Je, yes, sisi ni akina nani mpaka tuangamize binadamu wenzetu? Mchungaji mwema lazima alinde uhai wa kila kondoo wake, hata kama ni mpinzani wake. Yesu mchungaji mwema alikuwa tayari kuuawa na wapinzani wake kwa maslahi mapana ya kuwakomboa wote, hata wapinzani wake. Kiongozi yeyote lazima awe tayari kulinda uhai wa kondoo wake kiroho, kiakili, kimwili na kadhalika. Wazazi mnapaswa kuwa wachungaji wema kwa watoto wenu, kuwapa malisho mazuri ya kimwili, kiroho na kiakili, na kuwalinda katika imani na maadili mema. Sifa ya nne ya mchungaji mwema ni lazima aseme ukweli daima. Katika somo la kwanza, Paulo na Barnaba waliwaambia ukweli Wayahudi kwamba neno la Mungu lilipaswa lijulikane kwenu kwanza, ndipo watu wa mataifa. Kwa kuwa mmekataa, tunawageukia watu wa mataifa. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura aya arobaini na sita. Viongozi wa sinagogi hawakutaka kuhusikia ukweli waliofundisha akina Paulo na Barnaba, wakaona wivu na kuwafitinisha Paulo na Barnaba. Wakaenda sehemu nyingine kwa watu wa mataifa. Ndugu wapendwa, ni kweli kabisa kwamba ukweli ni mmoja, ukweli haugawanyiki, ukweli haudanganyi, ukweli ukweli haubadiliki, ukweli hauna cha mkubwa wala mdogo. Ukweli haujali kama ni kiongozi. Ukweli haujali cheo cha mtu. Ukweli ni kwa watu wote, universal. Ukweli hupenya nafsi. Ukweli unaumiza. Kutokana na sifa hizo za ukweli, watu hawataki kusikia kwani unaumiza. Watu hawataki kuumizwa, ndiyo maana wanaosema ukweli huondolewa uhai, kwani wanavuruga mipango ya wasiotaka kusikia ukweli. Hivyo, mchungaji mwema daima atasema ukweli hata kufa. Yesu na mitume wake waliuawa ni kwa sababu ya kusema ukweli. Mchungaji mbaya haipo tayari kusema ukweli kwa hofu ya kulinda maslahi yake. Petro kuna wakati aliogopa kusema ukweli, kwani aliogopa mateso. Alipoulizwa na kijakazi, je, wewe si mmojawapo wa wafuasi wa Yesu? Akasema, simjui mtu huyu. Injili ya Marko sura ya 14, aya 66 hadi 72. Petro alipogundua kuwa amedanganya na alipokumbuka kuwa Yesu alimtahadharisha Petro, alilia machozi. Watu ambao huupinga ukweli na kuwanyamazisha wanaosema ukweli, ipo siku watalia machozi. Ndugu apendwa, sifa ya tano ya mchungaji mwema ni kutotulia sehemu moja. Mchungaji mwema hatulii sehemu moja. Yesu mchungaji mwema hakutulia sehemu moja, alizunguka katika miji na vijiji kuwatafuta kondoo wake na kuwasaidia. Yesu alizunguka ili kuwafundisha, kuwafariji watu wenye shida, kuwasaidia, kutakasa na kuponya magonjwa. Yesu hakusubiri watu wenye shida wamwendee, bali alienda kuwatafuta huko huko na kuwasaidia. Pia katika somo la kwanza tumeona Paulo na Barnaba walitoka Perge wakaenda Antiokia, mji wa Pisidia na maeneo mengine. Hawakutulia sehemu moja. Petro na wenzake hawakutulia sehemu moja. Hivyo mchungaji wa kweli hatatulia sehemu moja kuwasubiri wahitaji wamfuate, bali atawazungukia kondoo wake kuhakikisha wapo salama. Atawatafuta walio dhaifu na kuwasaidia. Yesu alizunguka katika miji na vijiji. Baadhi ya wachungaji wao wanaopenda mijini tu kwa maslahi yao binafsi. Mchungaji mwema yupo tayari kwenda popote kuzungushwa popote, kama Yesu na mitume. Kiongozi mzuri ni yule anayewazungukia kondoo wake. Kiongozi mbaya atakaa ofisini tu kusubiri watu wenye shida wamjie. Mambo haya yanapaswa kwenda sambamba, kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kukaa ofisini, kuna wakati wa kuwazungukia wenye shida, wagonjwa na kuwapa masakramenti. Ndugu wapendwa, fundisho la pili tunalotafakari ni sifa za kondoo wema na wabaya. Sifa ya kwanza ya kondoo wema ni kusikiliza sauti ya mchungaji wake. Katika somo la Injili, Yesu anasema kondoo wangu waisikia sauti yangu. Kondoo mwema daima atasikiliza sauti ya mchungaji wake, ushauri, mafundisho, maonyo, makaripio. Lakini kondoo mbaya hatasikiliza sauti ya mchungaji wake kwa sababu ya kiburi, dharau na kadhalika. Baadhi ya Wayahudi hawakuwa tayari kumsikiliza Paulo na Barnaba kwa sababu ya wivu, dharau na kiburi. Sifa ya pili ya kondoo wema kama ambavyo tumesikia katika somo la Injili, Yesu anasema kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami na wajua, nao wanifuata. Hivyo, sifa ya pili ya kondoo mwema ni kumfuata mchungaji wake. Hivyo kondoo mwema atamfuata mchungaji wake. Wanafunzi wa Yesu daima walimfuata Yesu, mchungaji wao. Yesu ni mchungaji wetu, hivyo tunapaswa kumfuata kwa kusikiliza neno lake na kuishi kwa matendo. Tumfuate katika utii, unyenyekevu, uvumilivu, huruma, upendo, upole, wema, uaminifu. Kondoo mbaya hawezi kumfuata mchungaji wake, zaidi sana atataka kumjeruhi mchungaji wake. Sifa ya tatu ya mchungaji ya kondoo mwema ni kufurahia malisho. Paulo na Barnaba walipowafundisha Wayahudi na watu wa mataifa, baadhi yao walifurahia yale mafundisho Mitume, 13, 48. Yesu alipowafundisha wafuasi wake waliyafurahia yale mafundisho. Hivyo kondo mwema lazima atafurahia malisho ya mchungaji wake. Kwa hiyo tunapaswa kufurahia malisho tunayoyapata kutoka kwa wachungaji wetu, mafundisho ya neno la Mungu, masakramenti, masakramenti na kadhalika. Kondo mbaya hawezi kufurahia malisho ya mchungaji wake. Baadhi ya ya viongozi wa sinagogi hawakufurahia malisho ya Paulo na Barnaba ili kondoo wafurahie malisho ya wachungaji wao, lazima wachungaji wajitahidi kuwatafutia malisho mazuri na sio malisho ya kuwapotosha na kuwafitinisha. Sifa ya nne ya kondoo mwema ni kuwatia moyo wachungaji wao. Katika somo la kwanza, tumesikia baadhi ya wayahudi na waabudu wageni wakawafuata Paulo na Barnaba, nao walisema nao, wakawatia moyo waishikilie neema ya Mungu. Hivyo kondoo wema watawatia moyo na kuwaombea wachungaji wao, hasa pale wanaposemwa vibaya, kusimangwa, kuonewa, kuteswa na kuuawa kwa sababu ya kusema ukweli. Lakini kondoo mbaya atafurahia mateso ya watumishi wa Mungu, atawasimanga, atawasema vibaya, atawaonea wivu na kutaka kuwaua. Sifa ya tano ya kondoo mwema ni uvumilivu. Kondoo mwema atakuwa tayari kuvumilia magumu yote yatokanayo na na kazi ya Mungu. Paulo na Barnaba walivumilia, lakini kondoo mbaya haipo tayari kuvumilia mateso kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sifa ya sita ya kondoo mwema ni utayari wa kwenda malishoni. Kondoo mwema atakuwa tayari yeye mwenyewe pasipo kulazimishwa wala kushurutishwa, kwenda kupata malisho kanisani, kwenye semina na kadhalika. Katika somo la kwanza tumesikia watu wengi walienda sinagogi kumsikiliza Paulo na Barnaba, wala hawakulazimishwa. Ila baadhi ya kondoo hawapo tayari mpaka walazimishwe kwenda kanisani kupata malisho ya kiroho. Ndugu wapendwa, fundisho la tatu tunalotafakari ni matokeo ya mchungaji mwema na kondoo mwema. Matokeo ya kwanza ni ushindi na wokovu. Katika somo la pili tumesikia Yohane aliona watu wengi ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe na wana matawi ya mitende mikononi mwao na mzee mmoja akamwambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamefuta mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Mavazi meupe ni alama ya usafi, wokovu na ushindi, na matawi ya mitende walioshika ni alama ya ushindi. Hivyo wachungaji wema na kondoo wema, mwisho wao ni ushindi katika ufalme wa mbinguni. Baadhi ya waliovaa mavazi meupe na kushika ma matawi ya mitende ni wale waliouawa kwa sababu ya kusema ukweli na kutetea wanyonge. Baadhi yao ni wale ambao waliishi maisha ya upendo hapa duniani, kumpenda Mungu na jirani na kuwasaidia katika shida zao. Baadhi yao waliishi maisha ya usafi wa moyo na uaminifu. Hivyo mtu yoyote anayewaua kwa sababu ya kazi ya Mungu, kwa sababu ya kusema ukweli na kutetea haki, mtu huyo hajafa, isipokuwa anasogezwa katika utukufu wa mbinguni na kupata ushindi. Matokeo ya pili ya mchungaji mwema na kondoo mwema ni furaha. Katika somo la kwanza tumeona kondoo wema waliosikia mafundisho ya Paulo na Barnaba walifurahi kupata mafundisho hayo. Kondoo mwema daima anakuwa na furaha ya kweli itokayo kwa Mungu, hata kama anapitia magumu na changamoto. Pia katika somo la pili Yohane anatuambia watu waliovumilia mateso hapa duniani wanaishi maisha ya furaha daima, kwani mbinguni hawaoni njaa wala kiu wala jua kali na upepo wa hari havitawachoma tena, kwani mwanakondoo atawachunga na kuwaongoza kwenye chemchemi ya maji ya uzima. Mungu mwenyewe atayafuta machozi yao katika macho yao. Wanaishi maisha ya furaha kwani mbinguni hakuna kuoneana, hakuna manyanyaso, hakuna kusingiziana, hakuna mwenye mamlaka kumzidi Mungu. Mungu ndiye mtawala na akima haki Mbinguni Mungu mwenyewe huwafuta machozi wote walioonewa na kudhulumiwa haki zao hapa duniani. Matokeo ya tatu ni kukataliwa, mateso na usumbufu. Yesu mchungaji mwema pamoja na wanafunzi wake walipitia magumu, walionewa, walikataliwa, walisingiziwa, lakini mwisho wao ulikuwa ni mzuri. Hivyo wachungaji wema na kondoo wema hapa duniani watakataliwa, wataonewa, watadhihakiwa, watasimangwa, watapuuzwa, watapigwa hata kuuawa lakini mwisho wao utakuwa ni mzuri. Fundisho lenye tunayo tafakari na matukio ya mchungaji mbaya na kondoo mbaya. Mchungaji mbaya kiongozi mbaya na kondoo mbaya hapa duniani anaweza kuonekana ameshinda katika uovu wake wa kudhulumu haki za watu, kuwanyanyasa watu, kuwatesa na kuwaua wengine, lakini mwisho wake ni mbaya, huenda ikawa katika maisha hapa duniani au mbinguni. Mfano Herode alionekana kushinda kuwaua watoto wasio na hatia, lakini baadaye naye alikufa na kuhukumiwa kwa kosa lake. Mfano wa maskini Lazaro na tajiri: tajiri hapa duniani alionekana kuishi maisha mazuri na yenye anasa na kumsahau muhitaji na kuto kumjali. Wote walipokufa, Lazaro alitukuzwa na yule tajiri alienda katika mateso. Hivyo kiongozi mbaya na kondoo mbaya, mwisho wao wasipotubu, utakuwa ni mbaya, huenda ikawa ni katika ulimwengu huu au katika ulimwengu ujao. Fundisho la tano la mwisho ni matokeo ya kukataa wachungaji wema. Matokeo ya kwanza ni kukosa baraka. Katika somo la kwanza tumesikia Paulo na Barnaba walikunguta mavumbi wakaenda Ikonio. Yesu mwenyewe aliwaagiza sehemu yoyote wakiwakataa mkungute mavumbi, Injili ya Marko sura ya sita aya ya kumi na moja. Maana yake mchungaji kama amekuja kwako nawe umemkataa hapaswi kuchukua chochote kilicho chako wala sadaka wala majitoleo yoyote, hata vumbi ya miguuni mwake haikungute asitoke nayo. Hivyo kumkataa mtumishi wa Mungu ni sawa na kujilaani mwenyewe, ni sawa na kumkataa Mungu mwenyewe, ni sawa na kukataa baraka. Matokeo ya pili ni kukosa neno la Mungu. Katika somo la kwanza, Paulo na Barnaba walipokataliwa na Wayahudi walienda sehemu nyingine kuhubiri neno la Mungu. Hivyo tunapowakataa watumishi wa Mungu, maana yake tunakosa watumishi wa Mungu wa kutufundisha, kutuonya, kutukaripia, kutuombea. Sababu hii hupelekea maovu kuongezeka katika jamii. Hivyo leo tuombe miito mitakatifu, tuombe viongozi wa dini na serikali, ili wawe wachungaji wema, kwa mfano wa Kristo. Pia tujiombee sisi sote, kwani kwa ubatizo tunaitwa kuwa wachungaji wema. Itukuzwe damu ya Kristo, milele!